Watu wa kizazi cha leo wanapotea kirahisi na wanadanganyika kirahisi, kwa sababu na wengi wao hawana hofu, hawana hofu ya Mungu ndani yao, hawana uoga wa Mungu. Hakuna kizazi nimekwisha wahi kusikia Aa, kutokuogopa mambo, kutokuwa na wazo la pili kama kizazi hiki cha leo. Kwa sababu gani? Kizazi hiki cha leo, jambo la kwanza, hawapendi elimu, hawataki elimu, hawatafuti ufahamu, hawatafuti maarifa hawatafuti hekima, na elimu ndiyo iletayo ufahamu. Njia ya ufahamu, njia ya maarifa, njia ya hekima inatoka kwa elimu. Lazima mtu akuwe chini ya elimu kwanza. Elimu inatangulia, kisha inafungua njia za hekima, inafungua the chambers of wisdom, makao ya hekima, makao ya maarifa, makao ya ufahamu. Huwezi taka kupona bila kutumia dawa. Kizazi hiki ni mfano wa mtu atakaye kupona lakini hataki matumizi ya dawa. Kizazi hiki ni mfano wa mtu atakaye utajiri lakini hataki kujishughulisha na kazi. Hiyo ndiyo mfano wa kizazi hiki. Biblia imebeba hekima, imebeba maarifa, imebeba ufahamu na funguo zote za mambo yanayotendeka duniani na hata angani, yaani mbinguni. Roho Mtakatifu wa Mungu hawezi kukufungua ufahamu wako, yaani kile kitu ambacho watu wengi wanaita jicho la tatu. Hawezi kukufungua jicho la tatu. Sio jambo rahisi kufunguliwa ufahamu wako na Roho Mtakatifu, yaani jicho la tatu, ili kujua mambo za kiroho. Kukubali kufundishika au kufundishwa na Roho Mtakatifu wa Mungu ni lazima ukue tayari kwa gharama zozote zile. Kuna gharama nyingi ambazo lazima ulipe ndio, ili ufahamu hii iletwe ndani yako. Roho wa Mungu ni nani? Katika Mwanzo mlango wake huo huo wa, wa kwanza sura ya kwanza aya ya pili bado tuko kwenye aya ya pili. Anasema and the earth was without form and void. Jana nikakuelezea nikakuambia kwamba without form ni inaelezea habari ya kwamba imekwisha kuwepo, yani Mungu amesha kuwa na wazo la dunia, lakini hajaipatia maumbile bado, haijapewa maumbile, haijapatiwa hekima ya maumbile bado, haijaanza kufanyishwa kazi, haijakuwa introduced. So that is what the Bible means And the earth was without form. Kwa sababu maumbile eh, hekima ambayo imebeba maumbile ya dunia ya kwamba milima itakaa sehemu hii, mito itakaa sehemu hii, one, two, three itakaa sehemu hii ilikuwa bado haijafunuliwa, yaani ni dunia bila hekima, ni dunia bila maarifa ni dunia excuse me, bila ufahamu <coughs> excuse me. Kwa hivyo haya ndiyo Biblia inamaanisha ikisema dunia ilikuwa ukiwa, kisha ikasema tena ilikuwa utupu. Yaani hii sasa ni kwamba haikuwa na uhai, there was no life after it has been given form now

inamaanisha utawala mamlaka ya maji. the face of water, uso wa maji inamaanisha utawala wa maji, mamlaka ya maji. Maji ilikuwepo kabla ya kitu kingine chochote. Ndio maana nazidi kuwaambia kwamba maji ina siri nyingi, ukifuata tu kwa undani habari za maji, utajua vitu vingi. Maji inaweza kukuelezea vitu vingi ukipata ufahamu na kujua lugha ya maji, na uijue lugha ya maji, utajua vitu vingi dunia hii ambao hujawahi kuzijua. Vitu vitatu vinaweza kukuelezea maisha yako vizuri na mambo ya ulimwengu huu vizuri. Inaitwa mbingu, dunia yenyewe, na maji ambayo ni bahari, haswa sana sana bahari, kwa sababu bahari ma, yaani maji yalikuwepo mbeleni kabla ya kitu kingine chochote kuwepo. Unaposoma sura za Biblia, unaposoma aya za Biblia zina uweza na nguvu wa kubadilisha mambo yanayokuzunguka. Ukisoma hiyo aya mbili tu za mwanzo, hiyo ni dua tayari unayoweza iomba mwaka mzima. Hiyo ni dua, maana unaposema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, yaani mbingu wenyewe na nchi yenyewe, zinafungua masikio kukusikiliza kwa sababu umeongea habari nzito zinazohusikana na mwanzo wao, mkono uliowafanya wao kuwepo, na uweza na nguvu zilizozifanya uh, wao kuwepo. Kwa hivyo ni dua peke yake unapoisoma. Haleluya.